Uh, tabaan baada uh, na ya yale matukio yanayofungamana na Hunaini na yaliyotokea baada ya Hunaini na Mtume Swallallahu alayhi wa sallam kama tulivyosema uh, alikuwa alipofika pale Ji'irraanah akaharimia kwenda umra kutoka pale Ji'irraanah, kisha kaingia Makka wakati wa usiku kufanya tawafu uh, akaligusa <coughs> uh, Hajar Al-Aswad akalibusu kisha uleule ule usiku akarudi zake zake na pale Ji'irraanah, na alikuwa ameketi takriban siku kumi na tatu. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya hapo sasa akaamrisha jeshi, yani wakarudi Waislamu pamoja na wale majeshi wakarudi kwao Madina, na ikawa alhamdulillah, kwa sababu sasa wamepigana vita vingi na Waarabu pale pale, ikawa wanarudi kwa raha na kwa amani, hawana wasiwasi wowote njiani manake, wengi katika makufari washafanya nini? Washasilimu bas, wakaingia Madina wao, takriban kumebaki siku tatu tu e, katika Dhulqaada yani ndo karibu kuingia na e, kuingia Dhilhija, naam, na hivi vita vya Huneni hakika ni vita vikubwa sana na ni vita, e, fa muhimu sana manake Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu kupitia vita hivi ndo kama alivunja ile uadui e, e, wa Waarabu wa ni kama alivunja ule uadui wa, washirikina wa pale yani katika miongoni mwa Waarabu, kwa sababu utapata Badri eh, Uhudi, kisha Khandaki eh, kisha mpaka mwisho tukaja tukapata hii Huneini. Utaona Huneini walikuja watu wengi kupinga pamoja na kuwa jeshi la Waislamu lilikuwa wingi, lakini pia walikuja wengi kupinga, yani makabila yalikutana mingi yakaja ku, <coughs> yakaja kutaka kupigana vita, hawakuacha mtu yoyote mwenye uwezo wa vita alitoka, hawakuacha mali ha? na mu, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu aka uh, <coughs> akajalia kuwa waislamu wa watashinda, iwe sasa kama ni hazima kubwa, hiyo ni ushindi mkubwa sana sana sana ha? mpaka ikawa sasa, hakuna katika waarabu wanaompinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, isipokuwa vikundi vidogo vidogo ambavyo haviwezi ku, kuleta athari yoyote. Basi baadhi ya maulama wasema kuwa hivi vita vya Huneni ilikuwa ndo kama hatima ilikuwa ndo kama e, e, e, yani mwisho wa vita va, va warabu, ingawa kuna vita vidogo vidogo kuna saraya ndogondogo kuna saria zile E, baada ya hapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Saidna Qais bin Saad, alimtuma aende sehemu e, Yaman yaitwa Sada, alimtuma aende Sada pale, aende akafanye da'wa, ha? na wale e, ikiwa watapigana watapinga, watapigana vita, basi pia wapige nini, wapige vita. Wakatoka huyu sahaba Qais akaanza safari ya kwenda mpaka Aliyaman. Sasa ni muda kidogo alipotoka, hata kabla ya kufika kule Eh, maana alitoka yeye na watu 100 e, eh, takriban. Ye, su, eh, <coughs> Qais ibn Saad kuelekea kule Sada ama kule Suda ha? akifika njiani kabla yani ya kufika kule eh, Yemen, ikawa kama mbaya habari ishawafikia wale katika watu wa kile kijiji ha? mmoja wao ama wakatoka kundi lakini, mmoja wao akatangulia na farasi akaja mbio akafika mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa akamwambia ya Rasulullah mimi nimekuja kutoka wale walioko nyuma na mimi ni mtu wa hapo Sudan e, na e, nimekuja kwa niaba ya wale watu na sote sisi tumefanya nini, tumesilimu e. Na akaja akaonyesha kwa yeye amefanya nini, amesilimu, na akamwambia Rasulullah, basi twaomba umuite yule Kais arudi zake na hawa maswahaba warudi, maana hakuna haja kule ende kupigana vita wala hakuna nini, sisi tumesilimu. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akatumana yule e, sahaba Qais na wenzake wakarudishwa. Kisha huyu alokuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani kutoka lile kabila la ambalo liko huko Suda, akarudi akachukua watu wake, wakaja takriban wakaja takriban pale Madina kwa bwana mtume uh, watu kumi na tano sasa kwa niaba ya wale wengine naam, na, na aliwapokea ikawa ni Saad bin Ubada, wakawapokea na wao wakamfanyia bai'a bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha wakamwambia Ya Rasulullah, sisi tumekuja uh, kwa yani badili ama kwa niaba ya ndugu zetu wale waliobaki, na alhamdulillah miji yetu sasa washasilimu eh, na <clears throat> tumekuja tujifundishe dini kidogo, kisha turudi. Basi wakarudi kwao, lakini kwa kazi waliofanya, mashallah, waliporudi Uislamu ukaenea sana eh, ukaenea sana sana sana mpaka katika hija tulwida, ile hija ya mwisho, hija ya kuaga ile. Takapokuja inshallah tukizungumzia ile hija ya mwisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio hija yani inaitwa hija ya kuaga. Walipokuja masahaba wengi, yani kuhiji, basi katika kijiji hiki walikuja takriban watu mia alikuja takriban watumia, kuonyesha kwa Uislamu ulikuwa yani ulienea sawa sawa. Ama miongoni mwa saria nyingine, ni bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituma saria ya Bishr huyu, uh, Bishr bin Sufyan ah uh, baya kitu Bishr bin Sufyan al-Adawi alimtuma katika Bani Ka'b, tamam, kutoka eh, Khuzaa, ili ende akachukue zaka, ende akachukue zaka. Sasa lakini baadhi ya hawa manake, hawani ni watu wa Bani Utamim baadhi yao walikuwa hawaja nini, hawaja silimu eh? Bas baadhi yao wakawazuia, subhanallah, baadhi yao wakawazuia, unaona, wakawazuia wasitoe nini, wasitoe ile zaka. Bas bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipojua kuwa hawa wanazuia kutoa zaka, maana yeye alikuwa ametuma mtu kwenda kutukuzwa zaka, hakumtuma kiviita wala kinini, la basi akamtuma Uyaina ibn Hisn na watu 50 eh, yani vigogo katika vita akawapeleka ili ende akawapige vita kabisa, achukue nini, achukue ile zaka as yeye akaenda na watu 11 takriban eh, <coughs> afwan, yani yeye ya amekwenda na watu 50 kama tulivyosema tena, wakupanda farasi. Lakini alipofika kule sasa katika ile vita, wakapata kuchukua mateka takriban wanaume 11, naam na wengine zaidi, yani miongoni mwa hitaji eh, eh, watu aina nyingine, yani hitaji eh, wana, eh, wanawake walioingia katika vile vita eh, bas wakarudi nao mpaka pale Madina lakini eh, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaweka ni kwa salama, hakuwafanyia chochote baada ya muda, manake eh, kama tutakavyoona inshallah <coughs> katika masiko atakao kuja ama darasa atakao kuja, walirudi baadhi ya watu wa Bani Tamim, walirudi wakataka kuzungumza na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamrisha hawa walokuja hawa la ilaha illa Allah muhammad rasul hawa waliorudi, yani manake, wale waliorudi wanaopigana vita maswahaba walirudi pamoja na mateka, basi hawa mateka wakaekwa katika nyumba ya Ramla bintil Harith. Naam, kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa ndio ikawa wao wanaoshughulikia naam. Ama inshallah katika madarasa atakayokuja sasa, tutazungumzia wafdi ya Banu Tamim, wale wageni wanaotoka kule Tamim waliokuja sasa kujaribu kuwachukua hawa eh, mateka wao. na sallallahu alaihi wa sallam muhammad an-nabiyul ummi